Au mkuu kujiuliza ni jinsi gani unaweza kupata offer kupitia Halotel, basi naomba fuata maelekezo haya ninayoenda kukupatia. kitu cha kwanza unaona ile faili la phone, ile faili la kupiga simu kama unavyoiona. Utaenda, utabonyeza. Ukishabonyeza nyama unaandika namba kama ilivyokuja, utabonyeza nyota, moja, nne, nane, kisha utabonyeza nyota tena mbili, nane kisha utabonyeza alama ya leli kisha utabonyeza kama unapiga kwenye laini Halo tena then utasubiri. Hakikisha ofa hii unaipata pindi, yani ndani ya masaa 24 kabla baada ya kusajili laini yako. Mimi hapa nishapokea ofa na muda ushapita hapa sema nimechelewa kurekodi hapa. Kwa hiyo ndio maana unaona imeandika hapo samani, muda umepitiliza, ni ule masaa 24 nishapokea na maanisha sasa. Basi kama wewe umesajili laini yako au unataka kusajili laini yako au ukiwa unasajili laini yako ya Halotel akisho, ndani ya, ndani ya ngapi dadaka, ndani ya masaa 24, unabonyeza hii code unapata ofa yako. Kama umependa video hii, niombe tu so, subscribe, like, comment na kushare, maana ndio support inayohitaji kutoka kwako. Huwe na siku njema.